na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Watengenezaji wa magari yanayotumia umeme wa China wanaendelea kuongoza katika soko la ndani, mwaka huu kwa mara ya kwanza wanatazamiwa kupita makampuni makubwa ya nchi za nje. Sasa magari ya Kichina ya umeme yanaanza kuonekana katika masoko ya nje. Kampuni inayoongoza nchini China ya kutengeneza magari ya umeme ya BYD imetoa gari lake jipya la milioni 5 la nishati na kuwa ya kwanza duniani kufikia hatua hiyo muhimu na kutangaza zaidi chapa yake. Kampuni ilisafirisha zaidi ya magari 18 ya nishati mpya mwezi Julai, huku Asia ya kusini mashariki na Ulaya zikiwa miongoni mwa masoko yao yanayokuwa kwa kasi zaidi. Kampuni hiyo inasema modeli yake kuu ya usafirishaji imekuwa mtindo unaouzwa zaidi katika nchi kama New Zealand, Thailand, Singapore, Israel na Sweden. Magari zaidi ya mia saba ya namna hii yaliuzwa katika nchi ya Scandinavia mwezi uliopita na kwa mara ya kwanza kuchukua nafasi ya kwanza kutoka kwa mpinzani wa Marekani Tesla. Ustawi kama huo pia unaonekana kwa kampuni ya GWM Group, huku maofisa wakisema magari mapya yanayotumia nishati mpya yamekuwa nguvu muhimu inayosukuma mauzo yao nje ya nchi katika miezi saba ya kwanza ya mwaka huu. Kiwango cha kupenya sokoni kwa mauzo ya magari laki moja nukta tano kamili kilikuwa zaidi ya asilimia thelathini. Kuna mahitaji makubwa ya magari ya umeme ya teknolojia ya juu na bei nafuu zinazotengenezwa China katika masoko yanayochipuka na yaliyokomaa, na muhimu zaidi, gharama ya chini haimaanishi ubora wa chini. Magari haya yanaendeshwa kwa betri ya plate yenye uwezo wa kudumu kwa kilomita 420 kwa kuchaji mara moja na yamepokea viwango vya juu vya usalama kutoka kwa wadhibiti wa Ulaya. China inazalisha betri nyingi za kizazi kipya duniani ambayo ndiyo gharama kuu ya gari la umeme. Kushikilia kwa uthabiti mnyororo wa usambazaji kuna maanisha kuwa watengenezaji wa China wanaweza kushindana kwa bei na teknolojia kwa harama za wastani. Asia ya Kusini Mashariki ni eneo linaloshindaniwa vikali na msaada mkubwa kwa serikali na nguvu inayoongezeka ya manunuzi. Mwaka jana makampuni ya Kichina yaliwekeza dola bilioni 24 za Kimarekani katika mfumo wa magari ya umeme barani Ulaya. Kodi ndogo ya magari hayo barani Ulaya na amri ya kupiga marufuku magari yanayotumia injini za mafuta katika mwaka 2035 inatoa fursa kubwa kwa makampuni ya China. Wakati huo huo, wataalam wametoa wito kwa makampuni ya magari kuwa waangalifu kwenye kuwekwa uwiano kati ya magari mapya ya nishati na soko la jadi na kuchunguza kikamilifu soko la nchi zilizoendelea wakati wa kufanya kazi katika masoko yanayokuja ya Asia ya, ya Kusini Mashariki na Amerika ya Kusini.